Alilaj, matibabu hayawezekani katika maeneo mbalimbali, mpaka watu wawe katika amani. Kilimo hakiwezekani katika maeneo mbalimbali, isipokuwa watu wawe ndani ya amani. Arrihlati wannaql, misafara, usafirishaji na kuhamisha vitu toka sehemu kuelekea sehemu nyingine, safari hizo na kusafirisha vitu vyote hivyo vinahitajia amani. wa ghairiha minal asasiyati lmuhimma bihayati li linsani, na mambo mengineyo katika mambo ambayo ni muhimu sana ni, ni mambo muhimu ambayo ni katika misingi ya kujenga maisha ya mwanadamu. Mfumo mzima wa maisha ya binadamu yanahitajia mtu awe ndani ya amani. Kwa hiyo, hali ikiwa ndo hivyo, kwamba mambo yote ambayo ni misingi ya kimaisha na mambo yote ya kimaendeleo kama yanahitaji amani ni wajibu kwa watu wote wayatiliye umuhimu, wa wasaidiane juu ya kuhifadhi amani na kujiweka mbali na sababu ambazo zinapelekea kuivunja hiyo amani ya hayo maeneo ambayo wanaishi.